Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah shukran ala ni'ami minhu tatara. Nahmaduhu sirran wa jahran wa bil ghudwi wal asal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Karibu kwa mara nyingine. Tukiwa katika sehemu ya pili ya kipindi chako pendwa cha, cha mwongozo sahihi katika tiba. Leo biidhnillahi tabaraka wataala, nataka tujifunze katika matibabu kile ambacho kimesimuliwa katika musnad ya Imam Ahmad kutoka kwa Imam Malik, ambapo Imam Malik amepokea kutoka kwa Nafi, kutoka kwa Ibn Umar. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, alisimulia kwamba suhirtu fatakawaat yadaya wa rijlai. Anasema Ibn Umar, nilipatwa na uchawi, nilirogwa nilirogwa mpaka miguu yangu na mikono yangu ilidhoofika na kupinda. Ibnu Umar anasimulia nini akafanya Ibnu Umar baada ya kugundua kwamba amerogwa? Anasema faqaratu fi kaffi, nikasoma katika viganja vyangu, yani nikasoma kwenye viganja vyangu vya mikono hivi, aya zifuatazo:

Hakim, aya 22 mpaka 24 Suratul Hashr. Aya hizi anasema Ibn Umar nikazisoma kwenye viganja vyangu, kisha watafaltu fi yadai, nikatema katika mikono yangu, yani kwenye hivi viganja vyake, akafanya kutema hivi, sio kutema mate hasa tena ukatoa mate ukayaweka hapo, ni hivi puh, puh, puh, puh, puh, puh. kama unapuliza kisha anasema wamasahatu wa ala jasadi, nikapangusa kwenye mwili wangu wote. Basi anasema nikawa kama niliyetoka kifungoni, manake ule uchawi wote ulitoka katika mwili, maradhi yote aliondoka katika mwili. Hii ni moja ya njia za mtu kufanya pale anapogundua kwamba amerogwa, kuna maradhi amesababishiwa na mtu mkorofi au jini mkorofi. Lakini swali muhimu anaweza kuuliza mtu, ni vipi nitajigundua kwamba nimerogwa? Kuna alama nyingi sana za wewe kujigundua au kumgundua mtu mwingine kwamba huyu amerogwa huyu. Na miongoni mwa alama hizo tu zile kuu. Alama ya kwanza, mtu aliyerogwa hapendi kusikia Quran. Hapendi kabisa. Utamwona hata unapomsomea Quran labda anaziba masikio yake au hata Qurani ikisoma kwenye redio tu hapendi. Basi hii ni dalili kwamba mtu huyu ima amerogwa au kuna jini linamhangaisha linamsumbua nalo. Lakini alama ya pili ni ghadhabu za mara kwa mara. Mtu aliyerogwa ukitaka kumtambua, utamtambua kwa alama hii, anakasirika mara kwa mara. Na utaona awali hakuwa hivyo, lakini kipindi hiki ana hasira za mara kwa mara. Pengine kuna sauti tu kidogo imejitokeza, atasema amepigiwa kelele na kwa hivyo atakasirika, au kuna neno dogo tu ambalo kawaida mlikuwa mkimwambia neno hilo, lakini sasa limekuwa likimuudhi. Ukiona mtu anakasirika mara kwa mara, ni dalili kuwa huyu mtu ameshasibiwa na matatizo, maradhi ya kurogwa. Lakini alama nyingine ni mtu kuwa na wasiwasi, anakuwa na wasiwasi, bali hata ule utazamaji wake unakuwa si utazamaji wa kutulia kazi utamwona, angalia huku mara huku, yani haangalii kwa umakini ule utazamaji wake na wasiwasi. Mara anaweza kusema watu anamcheka yeye, mara utamwona amekaa peke yake, anatafakari, anaona kama kuna jambo baya litamtokea. Yani ni wasiwasi muda wote. Hili ni tatizo, na pengine wakati mwingine utamwona amekaa, anazungumza peke yake. Wasiwasi umeshamwanza ni tatizo hili la kurogwa, au ameanza kusibiwa na Shaitani. Lakini alama nyingine ya kumtambua mtu kuwa amerogwa, ngozi yake huwa inabadilika rangi, hasa ngozi ya uso huwa inabadilika rangi sana. Lakini kama haitoshi, mtu aliyerogwa huwa anapata maumivu ya kichwa makali, tena ya kudumu, mara kwa mara, maumivu makali ya kichwa, anasumbuka. Na wakati wa usiku anapolala, anaota ndoto za kutisha, anaogopa ndoto ambazo hazipendezi kabisa, kila siku yeye ndo desturi yake hiyo, anaota ndoto za kutisha, pengine ya mke usiku apate na wasiwasi, si hofu. Na kama ni mke anaweza pia kudhihirisha tabia nyingine, akawa anamchukia mumewe au mume akawa anamchukia mkewe. Hakuna sababu, basi tu anakuwa hampendi ule mkewe au hampendi mumewe. Mtu bila ya sababu za msingi, ni dalili ya kuwa huyo mtu amerogwa bali katika alama nyingine zitakazokujulisha hili ni kushangaa. Mtu ambaye amerogwa, utamwona anashangaa shangaa, mara kama anapigwa na butwaa hivi, anashangaa shangaa kwenye jambo ambalo wala halishangazi, ni dalili hii ya kurogwa. Kwa hakika, kuna dalili nyingi kwenye hili, lakini tumezungumza hapa kwa uchache. Ikiwa utakuwa na shida yoyote katika haya, utawasiliana nasi katika namba zetu hizo hapo, lakini nataka nikufundishe tiba nyingine mbali na ile ya kwanza tuliyoitaja, miongoni mwa tiba nyingi sana, zipo nyingi na tutakuja kuzungumza mbele na inshaallah nyingine, lakini miongoni mwa hizo ni tiba ambayo imepokewa kutoka kwa wema waliopita. Njia hii ni nzuri sana, ikiwa utaifanya itaondosha uchawi na maradhi katika mwili wako na itakuondoshea vifungo ambavyo umefungiwa na ni nzuri hii tiba inayokufundisha hivi sasa, hata kwa yule mume ambaye amefungwa kwa mkewe yani, yule mume ambaye hawezi kumwendea mkewe, yani amerogwa, ame na hamuwezi tena, mkewe hawezi kumwendea katika tendo la kiunyumba. Sasa utafanya nini? Utafanya njia hii fuatayo. Imeelezwa hii katika kitabu Majmau Zawaid cha ja Ibnu Hajar Alhaitami, kadhalika Ibnu Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari. Kadhalika Shekhe Abdurrahman Hasan ameeleza katika Fathul Majid na kaikiri hii njia nzuri ya tiba na imepokewa kutoka kwa Wahb Ibnu Munabbih. Njia yenyewe ni hifuatayo, unatafuta majani saba ya mkunazi, kisha unayatwanga baina ya jiwe na jiwe. Unayaweka baina ya jiwe na jiwe unayatwanga yale majani saba ya mkunazi, kisha utayatia kwenye kwenye maji, kwenye ndoo ndogo ya maji. E, mtu anaweza kuuliza, siwezi kutwanga kwa njia nyingine, mfano kusaga kwa blender? Unaweza, unaweza, lakini ikiwa utafanya hivi kusaga haya majani saba kwa mawe, basi itakuwa ni vyema zaidi. Kisha utayatia kwenye maji ndo ndogo, kisha utayasomea yale maji ayatul kursi. Utayasomea ayatul kursi moja tu na kulia ayuhal kafirun moja tu, kisha utasomea zile kawafil, yani qul huwa Allahu qul audhu birabi lfalaq na qul audhu birabi nnas. Baada ya kuyasomea yale maji ambayo ndani yake yana yale majani saba ya mkunazi yaliyosagwa, utakunywa mafunda matatu, na baada ya hapo yaliyobakia yale maji utaoga, yani utajimiminia mwili mzima. Hapo utakuwa umefanya moja ya tiba muhimu sana na madhubuti. Utaondoka uchawi, ikiwa umerogwa, na vile vile ikiwa mume amefungwa, hawezi kumwendea mkewe, basi hii ni tiba mujarabu sana kubwa tu, tunakunasihi usikose kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya mwongozo sahihi katika tiba. Hapa tutazungumza biidhnillahi kuhusu magonjwa mbalimbali mbali na tiba zake na kuhusu shari ya mashaitan na majini na namna ya kuyadhibiti na tiba yake. Wasiliana nasi kwa nambari zetu hizo hapo ikiwa utahitaji msaada wowote. Shukran wa jazakumullahu khairan.